Wapendwa, taifa la Mungu, tumekusanyika hapa kama ambavyo imekwisha elezwa kwa ajili ya mambo makubwa mawili. La kwanza ilikuwa ni kuungana na jumuiya ya chuo kikuu cha Kikatoliki hapa Mbeya, kuom kuadhimisha jubilei hii kuu ya kikanisa ulimwenguni lakini kwa wanazuoni katika maazimisho ya mwaka huu ya jubilei, makundi mbalimbali yanaalikwa kujitengea siku maalum kwa ajili ya kutafakari maisha yetu ya kiroho, safari yetu ya kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu na tukataarifiwa kwamba jumuiya ya chuo kikuu cha hapa ko mmeipanga siku hii ya leo mweze kufanya maadhimisho ya jubilei hiyo. Kama wote tunavyofahamu, kauli mbiu ni mahujaji katika matumaini, kwamba sisi sote ni mahujaji, lakini tuna matumaini. Na tumaini letu ni nani? Ni Kristo. Mtu anaposema ana matumaini maana yake ana matarajio ya kufika kwenye hali bora kuliko alionayo sasa. Kwa hiyo sisi tunaposema ni maujaji katika matumaini, kuna ubora na uzuri mkubwa zaidi uliopo mbele yetu, ambao tunajua tutaufikia. Sasa tunaufikiaje? Tumaini letu sisi ni Kristo, na ndio maana hata ukiangalia ile nembo ya mwaka jubilei inaonyesha maujaji wakiwa katika safari, mbele yao wanaongozwa na msalaba. Msalaba ishara ya Kristo, ishara ya ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hiyo wapendwa, tunapofanya jubilei hii kwa sisi wanazuoni lazima tufahamu kwamba kuna mahali tunapopaswa kusimama ili tuweze kusema tunasafiri katika matumaini. Na mahali penye kama nilivyosema tunasimama na Kristu. Mtakumbuka Kristu alipoteswa na kuuawa msalabani wanafunzi wake walipoteza matumaini, na hata ukifuatilia simulizi la wanafunzi wa Emmaus katika Injili ya Luka sura ya 24, walikuwa na matumaini, wanarudi tena kijijini. Yesu alipowaendea na kuwauliza, mnazungumza nini njiani wakati mnaondoka, walimkunjia uso kidogo, wakanuna lakini kati ya maneno waliomwambia wanasema, sisi tulikuwa tuna matumaini na yule Bwana wetu Yesu Kristu, lakini viongozi wetu wamemuua. Walikuwa na matumaini yakapotea, lakini Yesu akawaambia, huyo mnezani ameondoka, bado yuko pamoja nanyi, na huko kukata tamaa kwenu atakumaliza. Nadhani wasomaji wa maandiko matakatifu mnajua jinsi simulizi la Emau lilivyoishia kwa furaha, baada ya Yesu kujitambulisha kwao. Kwa hiyo tunapoadhimisha jubilei hii ya mwaka wa matumaini, tunaalikwa na kanisa sisi wenyewe tuwe mashuhuda wa matumaini. Ishini mkijua ushindi dhidi ya dhambi na kifo upo na tumewezeshwa na Bwana wetu Yesu Kristu. Lakini nyinyi wanazuoni ni miongoni mwa Watanzania wachache mliofikia kiwango hiki cha elimu hapa nchini kwetu. Sasa tangu nimeondoka kwenye mambo ya taaluma, taaluma hizi za kidunia, sina takwimu za karibuni, labda nitawauliza maprofesa sasa hivi asilimia ya Watanzania wenye elimu za juu wenye digrii ni wangapi? Mnafika wenye digrii ya asilimia ishirini ya Watanzania? Nadhani bado tuko kwenye kumi na kitu labda katika milioni sitini unaweza ukapata Watanzania milioni ishirini wenye digrii za chuo kikuu? Hawajafika bado, pengine tuko, mko milioni kumi au milioni tano Tena nazungumzia digrii ya kwanza tu Ukienda masters, ah ha, najua hata masters hamfiki ha, hata milioni tano. Kwa PhD nadhani hata milioni moja, naweza mkawa mnaangaika na kuifikia. Kwa hiyo nyinyi ni miongoni mwa watanzania wachache mliojaliwa na Mwenyezi Mungu kuweza kuwa na kiwango hiki cha taaluma na kwa sababu mko wachache na mmefikia hatua hii ya juu, mmebeba matumaini ya watu wengi. Ni vizuri mkijifahamu hivyo, kwamba familia zenu zina matumaini na ninyi, sio nyinyi wanafunzi tu, wanafunzi na nyinyi wanazuoni wote wa hapa, ndugu zenu wana matumaini na nyinyi. Kanisa tuna matumaini na ninyi, taifa lina matumaini na nyinyi, na ulimwengu una matumaini vile vile pamoja kwenu nyinyi. Lakini ni vizuri mjue kwamba wakati mwingine hata sisi binadamu tunaweza kuwa na matumaini kwenu, afu tukakosea kidogo tukidhani kwamba nyinyi ndio wakombozi wa maisha yetu. Ninyi mmejaliwa na Mwenyezi Mungu kufikia viwango hivyo vya taaluma na ujuzi, mmewezeshwa na Mungu. Wenye matumaini na nyinyi, ninaomba ili matumaini yao ya, ya, ya, ya ya, matumaini hayatayarishi haya, haya, haya, haya, haya, haya, ni vizuri ninyi wenyewe, shikamaneni na msingi wa matumaini, shikamaneni na Kristo aliye chimbuko la matumaini ya kweli na ya milele ya mwanadamu. Mnapoendelea na taaluma zenu, mshikilieni Kristo, chimbuko la matumaini ya kweli ya mwanadamu, mshindi dhidi ya dhambi kifo na mauti. Mkimshikilia yeye, hawa ambao wanakutumaini nini, nyinyi wataweza kuona mnawasaidia kumbe, ni Mungu anayewasaidia kupitia ninyi. Unganisheni taaluma zenu na uchaji wa Mungu, mtabarikiwa na kufanikiwa sana. Mkiwa na taaluma isiyokuwa na uchaji wala uadilifu matumaini ya watu wengi yatapotea, na ndugu zenu wanaweza wakajikuta wanaanza kuzungumza kama wanafunzi wa Emau, kwamba mwanangu alikuwa kule chuo kikuu na sisi tulikuwa tukitumaini kwamba akimaliza kule atatusaidia, lakini ha, ameshaharibikiwa huko. Kuharibikiwa ni kwa sababu ukuunganisha taaluma pamoja na uchaji na ibada na maisha adilifu. Kwa hiyo, wapendwa, kipindi hiki cha jubilei ni wakati wa kustawisha maisha yetu ya kiroho, kimaadili na kiutu, tunapoendelea kujipatia taaluma na ujuzi mbalimbali katika vyuo vyetu hivi vikuu. Hivyo nawaombeni, imarisheni uhusiano wenu na Mungu na watu wote, ikiwa mkitaka kweli muwe chimbuko la matumaini kwa wale wanaowategemea. Muda mfupi tutabariki jengo hili, tunakaribisha baraka ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na nyote walimu, wanafunzi, na waadhili na wafanyakazi wengine mtakaolitumia. Kazi yenu ipate baraka za Mwenyezi Mungu. Naomba yale aliyosema makamu mkuu wa chuo nimeyapenda sana. Hili jengo ni zuri sana na wengine jana walikuwa natia vibwagizo kwamba unaweza ukatembea kwenye vyuo vyote vikuu Tanzania na hata nje ya Tanzania usikute jengo zuri kama hili. Pengine kuna ukweli, mimi sijapitia vyo vyote, lakini alichokisema kwamba uzuri wa jengo hili lazima uakisi uzuri na ubora wa taaluma itakayotolewa huko. Kuwa na jengo zuri na taaluma isiyoendana na uzuri wa jengo, tutakuwa hatujafikia kile kilichokusudiwa. Kwa hiyo, nanyi wanafunzi, kama baba wa Askofu Ndimbo mwenyekiti wa baraza la chuo alivyosema, mko makini katika ukomavu na utunzaji. Tunaomba tutakapokuja tena kwa shughuli nyingine zozote za kitaaluma za kichuo za kikanisa hapa Mbeya, tukija kuliangalia jengo hili na kampasi hii, tuone imekuwa nzuri zaidi kuliko siku tulipolizindua. Mazingira yapendeze, taaluma inapendeza, wanafunzi wanapendeza na walimu wana furaha. Na nyinyi wanafunzi, mnaoongoza kwa furaha hapa duniani, mwendelee kuwa na furaha kwa sababu ya kuwa na timu nzuri inayowalea. Basi kwa niaba ya baraza maaskofu katoliki Tanzania, tunawapongeza uongozi, walimu, wafanyakazi, wanafunzi na jumuiya nzima kwa maadhimisho haya mawili ya jubilei na uzinduzi wa jengo hili. Naomba baraka za Mwenyezi Mungu ziwaongoze na kukaa nanyi daima. Tumsifu Yesu Kristo.